Karibu sana msikilizaji, Taifa Linazungumza kupitia Haba na Haba ya idhaa ya Kiswahili ya BBC, tukiangazia dhana ya utawala bora nchini Tanzania. Wasimulizi wako wa makala hii ni mimi Merigoret Richard nikishirikiana hapa na mwenzangu Faraja John. Naam. Na leo tunahoji: je, kuna uhuru wa mawasiliano yenye matokeo baina ya wananchi na viongozi wa serikali za mitaa? Uhuru tunao, lakini sasa ule utekelezaji unakuwa mbovu. Kama hela imegoma, siwaite wananchi mwije mwelezane pale kwamba hela imegoma. Na hilo kama mimi mwananchi wa Mamadilana linaniuma, ndo maana niliona nichukue nani, mwenyekiti wa vitongoji, labda nitawasaidia mimi <laughs> <laughs> Yote haya ni katika kipindi hiki cha Haba na Haba. Kaa nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki, msikilizaji. Kumbuka hoja hii pia ipo katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Facebook ni BBC Haba na Haba. Tufuate pia katika akaunti yetu ya Twitter ambayo ni BBC underscore Haba na Haba. Swali letu je, kuna uhuru wa mawasiliano yenye matokeo baina ya wananchi na viongozi wa serikali za mitaa? Tunapenda kusikia uzoefu wako. Lakini Mery, tunaposema mawasiliano yenye matokeo, tuna maana gani? Mawasiliano yenye matokeo, Faraja, inaweza kuwa matokeo hasi au chanya Chukulia mfano tu kwamba mimi nimekuita na ukaja, hiyo ntasema ni matokeo chanya, lakini ungekataa kuja ni mm, matokeo hasi. matokeo hasi. Mm -hmm. Kwa hiyo hiki kinachozungumzwa hapa ni pale ambapo mwananchi akihitaji jambo linapotekelezwa na kiongozi wake sauti yake ikasikika na akaona matokeo. Tunapenda kusikia uzoefu wako msikilizaji kuhusu hili. Je, kuna mawasiliano yenye matokeo baina yako na viongozi wako? Haba na Haba, Taifa Linazungumza. Naam, taratibu za uongozi katika serikali za mitaa nchini Tanzania zinasisitiza uwazi na uwajibikaji, Faraja, na kwamba yote haya yatafanikiwa ikiwa tu kuna mawasiliano yenye matokeo baina ya viongozi na wananchi. Lakini hali ikoje katika uhalisia? Haba na haba imejikita katika mkoa wa Shinyanga vijijini, katika kijiji cha Mwamadilana. Huko tunataka kusikia namna wananchi wanavyowasiliana na viongozi wao kwa uhuru au ni kinyume chake. Faraja John, umedadisi juu ya hili hebu tupitishe katika kile ulichokiona. Haba na haba ndani ya kijiji cha Mwamadilana inapokelewa katika kijiwe cha kahawa. Pengine msikilizaji, ungefikiri kahawa hunyweka zaidi maeneo ya mijini na hasa pwani, lakini siku hizi mambo yamebadilika. Mmoja wa wenyeji wangu George Kulwa, muuza kahawa, anasema hapa ndipo kisima cha stori zote za kijiji. Unajua kahawa uoga inategemea siku hiyo wameamkaje, wataanza na kitu gani, lakini ajenda ya haba na haba si kahawa. Unauliza, je, mwananchi ana nafasi ya kuwasiliana na kiongozi wake kwa uhuru? Mimi mawazo wangu binafsi <coughs> naweza kusema kwamba uhuru tunao, lakini sasa ule utekelezaji unakuwa mbovu. Kwa jina naitwa Daudi Bunzari. Kila mradi unaotoka wananchi kweli taarifa zinawafikia? Kwa mfano, kuna mradi wa hospitali ambao umechukua miaka, tuseme ni zaidi ya miaka minne, ikasemekana kwamba hapa inatumika mi, ni mchango na nguvu ili kufikia renta, mtakapofikia renta tu tayari serikali na yenyewe inakuja na nguvu yake. Masikitiko, mpaka dakika hii jengo linaendelea tu hilo boma kuchakaa, na tuko mashakani, hilo boma wakati wowote linaweza lika kapasuka eidha kuanguka na hilo kama mimi mwananchi wa mamadilana linaniuma, kama vile sisi tumeonekana watu ambao hatuna dila yoyote, kwa sababu tunapewa mizigo tu ambayo inatuumiza. tuma ke, tunaingia michango hadi mnajinyima, hatimaye mnatelekezwa tu hivyo. Bwana Ngasa Mboje ni mwenyekiti wa halmashauri ya Shinyanga Vijijini, anahusika na mgawanyo wa fedha za miradi kama hii. Tuna mwaka wa pili zahanati toka zi tuweke e, nguvu ya kuanzisha zahanati kila kijiji, na sasa hivi ninavyoongea, Halmashauri imepokea milioni mia nne na kumi ambazo tayari tunatarajia kukaa kikao cha kamati ya fedha ili kuidhinisha, sasa kwa maana ya ukamilishaji wa zile zahanati. Tuna zahanati nyingi sana Kwaayo. Kwa hiyo watakapotuletea wataalamu mchanganu, kwa mchanganuo kwamba zahanati hii inahitaji kiasi cha shilingi kadhaa, kwa maana ya kuzingatia BOQ, tutapitisha. Kwa hiyo mchakato huo wa ukamilishaji wa zahanati tunao na tunaendelea nao. Nikarejea katika kijiwe cha kahawa. Hey, kwa jina naitwa mchungaji Zakayo Heneliko. Swali so, langu ni moja, mchungaji, unadhani unaiona nafasi ya wewe kuwa huru kuwasiliana na viongozi wako kwa urahisi kabisa? E, nafasi ni kwamba haipo, kwa sababu tazama, wananchi wenzangu walivyosema, ingelikuwepo miradi ingekuwa inaisha kwa muda mwafaka, na mikutano yetu ni michache. Naeta tereza mazuri izunya yale waliyowasema ni ya ukweli, mara kwa mara wanaongeaga wana kwenye mkutano. Kisha tu mkutano kuona maendeleo hamna, yanaacho kimya hivyo tu. Mikutano mikuu ya kijiji kama njia ya kuimarisha mawasiliano baina ya wananchi na viongozi, kimsingi inapaswa kuwa minne kwa mwaka, lakini wananchi wa Mwamadilana wanadai ni mikutano miwili tu iliyofanyika hadi sasa, na huu ni mwisho wa mwaka tayari. Huenda iliyobakia isifanyike lakini je, wananchi wamehoji popote swali? So, hili nimemuuliza mmoja wa wananchi hawa, Bwana Ruchenya Tungamanyama. siwezi kwenda kwa nani, kwa viongozi kwenda kumuuliza mimi mwenyewe, kwa sababu yeye ndio tatizo. likimwingilia lazima alike mkutano. tatizo ni lako, ni la kwangu kweli, lakini nani viongozi na, na mwenyewe ni tatizo lake, sini kijiji chake. lakini wewe ndo unaishi ndani ya kijiji hiki ambacho wewe unakiita chake <coughs> ndo maana niliona nichukue nani mwenyekiti wa vitongoji, labda nitawasaidia mimi. Eti jamani, ni nani mwananchi ambaye amepata ujasiri wa kwenda kuuliza kwa nini mikutano haifanyiki? Mini John Nangale, ukimfuatia kiongozi amekuandama sana, mbona ntafuta sana ni mfumo gani ambao unadhani ungeweza kufaa kwa kuhakikisha kwamba mawazo ya wananchi wote yanawafikia viongozi kwa usahihi na kwa wakati? Kwanza ni sisi wenyewe wananchi, kwanza tubadilike, ili tutafute viongozi ambao wana upeo wa kuweza kufanya mambo ya maendeleo ya kijiji kwa sababu uchaguzi umefika, ina maana wananchi wenzangu, mimi ningewashauri wa waje waangalie kiongozi ambaye anaweza kuwafaa kuwaendeshea mambo yote wanayohitaji. tunapendekeza mfumo gani mwingine? Kuwa na sanduku la maoni, kwamba wananchi wanapendeleaje, anaandika jina lake pale, maoni yake. Baada ya kila mwezi, maoni yanasomwa, labda hapo anaweza kubadilika. Hoja ya mikutano kutufanyika inanikutanisha na mtendaji wa kijiji hiki, Bisuzana Limihagati, sio kweli kudai kwamba mawasiliano hayapo. Mawasiliano yapo kupitia vikao vyetu tunavyovifanya tunapitia vikao vya serikali ya vijiji, tukitoka kwenye vikao vya serikali ya vijiji tunawaita wao kama hadhara sasa, mkutano wa kijiji kizima. Una ushahidi wowote wa mikutano iliyowahi kufanyika? Kwa mfano, kulikuwa na muhtasari wa mkutano wa wa kijiji wa tarehe kumi na tisa huo. Kuna mkutano tena wa kusoma mapato na matumizi ya kijiji tulikuwa nao pia. Mimi kwa sababu hapa na muda mchache tu, na miezi kama mitatu sasa hivi nipo hapa pia kuna nimekuta muhtasari wa kusoma wa kusomea mapato na matumizi wa mwezi wa sita mwaka huu, ambao nimeona kwa macho yangu, upo hapa. Juzi juzi, tarehe 22 tulikuwa na uji, ugeni wa mheshimiwa mbunge, tulisoma risala kwenye mkutano wa hadhara. Mheshimiwa mbunge alikuja kuonana na wananchi wa hapa. Mwisho, una maoni gani kuhusiana na suala zima la mawasiliano baina ya viongozi na na, na wananchi ili kuhakikisha kwamba kuna uwazi na uwajibikaji. Ni bora tu tukawa na sanduku la maoni, watu wakawa wanatoa hoja zao, tunapitia kwenye vikao vya serikali ya vijiji, tunaijadili tunatoka kwenye mkutano wa hadhara. Kwa hivyo wazo la kuwa na maboksi ya maoni unalipokea? Nalipokea. Ndio taifa linazungumza. Faraja, nimewasikia vizuri sana wananchi wa kijiji cha Mwamadilana ambao pia wametoa mapendekezo yao, wanadhani kwamba boksi la maoni linaweza kusaidia sana. Wamesisitiza pia hatua ya kuchukua wakati wa uchaguzi kuhakikisha kwamba wanawachagua viongozi ambao watayafanye yale mawasiliano kuwa na matokeo. Haba na Haba, Taifa Linazungumza. Msikilizaji, unaendelea kuisikiliza Haba na Haba ya idhaa ya Kiswahili ya BBC, hoja kuu ikiwa ni uhuru wa mawasiliano yenye matokeo baina ya wananchi na viongozi wa serikali za mitaa. Na hoja hii pia iko katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Facebook ni BBC Haba na Haba, katika akaunti yetu ya Twitter ni BBC underscore haba na haba, haba. Mary, kuna nini huko? Nikianza na wewe Anesco Chonga wa Iringa Mafinga, Tanzania, unasema viongozi wa mtaa mara nyingi wamekuwa hawathaminiwi. Uhuru upo lakini walio wengi wapo bize. Ninjukako Ozil Kiiza Morris, ukitokea Mbeya, Tanzania, unasema uhuru wa mawasiliano haupo kutokana na wananchi kutokuwa na elimu ya kutosha juu ya haki yao ya kupata habari. Wengi huwa wanasubiri mpaka waje waitwe. Nimalizie na wewe Mengilio Budoda wa Igunga, Tabora, Tanzania, unasema uhuru haupo hata kidogo, ndio maana hata maendeleo huchelewa kwenye mitaa sababu ya mawasiliano hasi na viongozi hao. Ni hayo tu msikilizaji, kutoka katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii baadaye katika haba na haba. Je, kuna wakati wananchi wameweza kuchukua hatua ya kuhoji juu ya mambo ya maendeleo yao? Ilisimama kama mimi kulielezea kuwa wafanye haraka ili tuondokane na hili suala la maji, na wananchi nao wana madaraka kama taarifa itolewe, wana mfumo wa kuwapa adhabu wale ambao hawatoi ikiwa ni pamoja na kuwaondoa kwenye madarasa yote. Haya msikilizaji, utasikia hapa hapa katika haba na haba hapo baadaye. Haba na haba taifa linazungumza. Haba na haba taifa linazungumza. Tunayaona mm, si, si, mengi yanazunguka jamii, changamoto, mafanikio, jukumu letu mm, kuleta viongozi pamoja.

Shukrani sana msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi katika Haba na Haba ya idhaa ya Kiswahili ya BBC. Uko nami Margaret Richard nikiwa hapa na msimulizi mwenzangu Faraja John. Hoja yetu kuu leo ikiwa, je, kuna uhuru wa mawasiliano yenye matokeo baina ya wananchi na viongozi wa serikali za mitaa? Baadhi ya wananchi waliozungumza, Mari, utakumbuka mwanzoni mwa makala hii, wameonyesha mashaka juu ya kuwapo kwa uhuru wa wananchi kuwasiliana na viongozi pale wanapoona kuna haja, lakini pia tumesikia kuwa mikutano ya kijiji haifanyiki kwa wakati kama taratibu zinavyoelekeza. Lakini swali la kujiuliza, Faraja, katika hiyo mikutano michache iliyofanyika katika kijiji cha Mwamadilana, je, hakuna hata mwananchi aliyethubutu kuhoji mbele ya mkutano? Yupo, yupo. Tulizungumza naye, anaitwa Fineas, utamsikia baadaye kidogo. Lakini kwanza ifahamike kuwa kijiji cha Mwamadilana ni miongoni mwa vijiji kumi vinavyopaswa kunufaika na mradi wa usambazaji wa maji ya ziwa Victoria chini ya ufadhili wa Benki ya Dunia. Unajua, kuna bomba kubwa la maji kutoka ziwa Victoria natoka Mwanza kuelekea Shinyanga. Kwa hivyo kuna baadhi ya maeneo ya mkoa wa Shinyanga na hasa maeneo ya mjini ambayo tayari yamenufaika na uh, huduma hiyo ya maji, lakini sasa huduma hiyo inaendelea kusambazwa katika vijiji. Kijiji cha mwamadilana ni miongoni mwa vijiji ambavyo viko katika mpango wa kupata huduma hiyo ya maji. Hatua ya awali ya mradi katika kijiji hicho imekuwa ni uchimbaji wa mitaro kwa ajili ya kusambaza mabomba ya maji na ujenzi wa vituo vya kukinga maji yani, yale mabomba yale. Na kinachoonekana kijijini ni mitaro ambayo wananchi wanadai imegeuka kuwa mitego mm -hmm. kwa wapita njia na watoto Faraja, hapa ndipo swali langu linapokuja. Wananchi wamethubuti kuhoji kwa uhuru kujua kipi ni kipi Kwa jina anaitwa Finias Kamama. Niko huru kutoa lolote lile mbele ya serikali yangu. Juzi juzi tu tulikuwa na mkutano hapa wa hadhara, niliweza kutoa lalamiko moja. Hii mitaro ya maji imeweza kutusumbua sana sisi wanajamii, kwa sababu mvua iliponyesha hii mitaro ikajaa maji, maji mengine yakawa yanapitiliza kwenye majumba ya watu. Tumewahi kuwaokoa watoto kama wanne hivi, waliodumbukia ndani ya maji hayo. Kwa hiyo hili nilisimama kama mimi Finiasi kulielezea kuwa wafanye haraka ili tuondokane na hili swala la maji. Wakati unatoa wazo lako, ulikuwa unataka nini kifanyike? Tufukie kwenye sehemu ambazo zinazoleta hatari, baadaye wakija kuweka ile zile bomba, basi tutazibua sisi wenyewe. Jibu tulilolipata ni kwamba huu ni mradi wa dunia itakuwa ni vigumu sana sisi kuwapa ruhusa wa kuweza kufukia. tatizo ni mitaro kuzibwa au tatizo ni kukamilika kwa mradi? Kwa jina naitwa Mchungaji Zakayo. Tatizo ni kukamilika kwa mradi, sababu tumechimbiwa, tulikuwa tunajua wata, wataweza kuandaa kabla ya mvua. Kwa hiyo tunahitaji zaidi mradi ule uishe, ili tupate kuendelea. Sasa nazungumza na kaimu mtendaji wa kijiji cha Mwamadilana, Bwana Emmanuel Neke. Tuko hapa pembeni ya mtaro mrefu unaonekana, lakini ni mradi ambao umedumu kwa muda mrefu bila kukamilika, yamebaki ni mashimo tu. Na mashimo haya wananchi wanalalamika kwamba mvua zinaponyesha na yanabadilika kuleta mafuriko. Kwanza, mradi huu ulianza mwezi wa tano, sisi tulichangia kama kuweka akaunti kwamba iwe ni sehemu ya kifurushi cha kufikia ile akaunti ya mradi wa dunia World Bank, kwamba wananchi waliamua kuchanga ili kufungua akaunti kufungua akaunti. Mpaka sasa hivi hii mitaro imesimama kwa sababu mfuko wa dunia haujatoa tena asilimia fulani ya kumwezesha mkandarasi. Kubwa zaidi linalojitokeza ni kwamba wananchi wanaona tu mradi umesimama, lakini hawana taarifa. Kwa nini hakuna mfumo wa kuwasiliana na wananchi juu ya kile kinachoendelea juu ya mradi huu wa maji? Tarehe ishirini na mbili tulikuwa naye mheshimiwa pamoja na mwenyekiti wa halmashauri wa kanseli akaelezea tatizo kwamba yule mkandarasi wanawadai milioni sabini, ajaarifu hela yake. Wakaahidi kwamba mwezi wa kumi na mbili hii miradi itakuwa imekamilika yote, kwa sababu serikali sasa hivi wakati wote inaweza kaingiza hela zile bilioni tatu ambazo zimebakia kwa ajili ya kukamilisha mradi huu. Hii mitaro ndani ya kijiji, kijiji, iko kama mitaro sita, 12, siyo sita, maana kila kitongoji kina mabomba mawili mawili. Kukamilika kwa huu mradi kutaleta badiliko gani hapa kijijini? Kutaleta badiliko la kupata maji kwa urahisi pamoja na huduma zingine kama kunyweshea mifugo. Faraja niye, inaweza kuwa ni njema kwa kuwa huu ni mradi wa maji ambao ni hitaji la wananchi hasa. Lakini kwa nini wananchi hawana taarifa juu ya hatima mitaro hii? Na swali hili tukalipeleka kwa mbunge wa jimbo la Solwa, Bwana Ahmedi Salum. Sasa swali lililojitokeza ni kwamba tulitangaza tenda tukawapa wakandarasi na bahati nzuri wakandarasi hawa mi nichukue na nafasi hii kwa kuwapongeza sana kwa sababu wameanza kwa fedha zao na wizara ya maji. Kabla hatujatangaza tuliwauliza kwamba sisi tutangaze tuendelee na kazi wakawa wametu umeturuhusu moja kwa moja. Sasa tatizo liliojitokeza ni kwamba fedha tu zimechelewa kidogo, lakini actually ni kwamba tuna nimewasiliana na wakatibu mkuu na waziri mwenyewe amesema nivute subra kidogo tu kwamba fedha zitakuja. Sasa nirudi kwenye swali lako mwenyewe kuhusu hii mitaro. Kwanza mi nadhani wananchi wawe na imani tu, tunapongelea maji na mitaro kujenga, kwamba kuna imani kwamba maji ya uhakika yanakuja sasa na kuondoa tatizo la maji ambayo walikuwa nalo kwa miaka mingi sana ukishakuwa na matumaini hakuna sababu ya kugeuza hiki kitu kuwa adha, kwamba ivi tukikumbuka kule tulikotoka na mradi huu ulikuwa haupo, hapakuwa na adha aina yote. Sasa hii mtaro isiyo adha, ni waombe tu kwanza wananchi wenyewe wavute subra, kwa sababu fedha zikija, tunampa mkandarasi, anaendelea na hatua ya pili, kinachojitokeza tunapozungumza na wananchi ni kwamba tunaonekana, hakuna mfumo mzuri wa mawasiliano kuzijua taarifa hizi na kuwa na uhakika wa kile kinachoendelea. Taarifa sidhani kama ni kero, lakini mara nyingi sana mimi huwa nafanya ziara jimboni, kitu ambacho nimewambia inafanyiwa kazi mi mwenyewe naisimamia na, na fedha zimeshakuwa zimesharuhusiwa ruhusiwa so, ili alokesheni yetu iko tayari. Nadhani katika mwezi wa kumi na moja au mwishoni ama wa kumi na mbili fedha zitakuwepo kwa darasa atapewa na kazi itaendelea. Ni mbunge wa jimbo la Solwa mkoani Shinyanga, Tanzania, Bwana Ahmed Salumu alipozungumza na mwenzangu hapa Faraja John. Lakini bado liko swali la msingi kwamba, je, mazingira ambayo wananchi wangependa kupata taarifa fulani lakini nafasi hiyo haijitokezi wanapaswa kuchukua hatua wa gani, Faraja? Tumezungumza na mkurugenzi wa serikali za mitaa nchini Tanzania Bwana Kalisti Luanda kutoka Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, na tulizungumza naye mapema kwa njia ya simu. Moja kabisa, kama mwananchi wa kawaida anayehudhuria vikao vya kijiji, kwenye mkutano mkuu wa kijiji, vijiji vyote vinatakiwa kutoa taarifa ya mapato na matumizi kwenye mkutano wa wananchi, na ukitaka kutaka hiyo taarifa, unaweza kumwambia mtendaji wa kijiji kwamba tunataka kikao kijacho, utuletee taarifa ya fedha ulizopokea na fedha zilizotumika, na wananchi nao wana madaraka kama taarifa itolewe, wana mfumo wa kuwapa kuwa adhabu wale ambao hawatoi wa, ikiwa ni pamoja na kuwaondoa kwenye madaraka. Kumbe wananchi wana uwezo wa kumwondoa madarakani kiongozi? Naam, huyu waliyemchagua, au huyu ambaye nimwajiriwa, kama mtendaji yule waliomchagua, kwa sababu katika mifumo yetu mabosi ni wale wanasiasa. Kwa maana sasa, katika ngazi ya labda serikali ya mtaa ni mwenyekiti mwenyekiti wa mtaa ndio bosi, yule afisa mtendaji wa mtaa. In fact ni kama vile ilivyo katibu mkuu na waziri. Waziri ndio ndio mwenye ofisi. Kwa hiyo wao wana madaraka ya kumwondoa yule mwenye ofisi, kwa sababu huyu wa kuajiriwa kesho anakuwepo, anaondoka. Kwa hiyo yule waliomweka madarakani wanaweza kasema, wewe umeshindwa kuwasimamia watendaji walio chini yako, sisi tunachukulia hatua. Na taratibu za kumwondoa madarakani ziko wazi kiasi gani? Taratibu zilizopo ni kwamba wananchi wakiridhika kwamba kiongozi wao ameshindwa kutekeleza wajibu wake kama anavyotakiwa kwa mujibu wa sheria watatoa azimio uh, la kuitishwa hoja hiyo, hoja ya kutokuwa na imani na mwenyekiti na kutaitishwa kikao maalum kujadili hoja hiyo tu, na kwa maana ya misingi ya haki za binadamu, kwamba yule mwenyekiti mtuhumiwa atapewa nafasi ya kujibu zile tuhuma kwenye kikao ambacho yeye siku hiyo hatakuwa mwenyekiti. Kuna mtu atachaguliwa pale, atakuwa mwenyekiti wa ule mkutano, wa Kiingereza wanaita presiding chairman. kwa hiyo mwenyekiti wa kijiji atatuhumiwa pale, atatoa maelezo yake. Wasiporidhika sasa, inafuata hatua ya pili ya ku piga kura ya kutokuwa na imani, serusi mbili ya kura wakisema hawana imani, basi yo mwenyekiti atakuwa ameondolewa kwenye madaraka yake. Mmoja kati ya mifumo ambayo haitumiki vizuri ni pamoja na kuhudhuria mikutano au mabaraza ya madiwani. Hii ni kwa sababu ya watu kutokuwa na ufahamu. Unadhani kosa liko wapi? Sasa ni wananchi au halmashauri zenyewe hazina mfumo wa kuwaelimisha watu juu ya matumizi ya mifumo hii? Sababu ziko mbili au tatu moja sina uhakika na, lakini Watanzania wengi wanafikiri kwamba kuna shughuli fulani ni za watu fulani. Yaani unaweza ukamwambia mtu, mimi pale ninapokaa moja, kulikuwa na mkutano wa wa mtaa. Sasa mimi of course, labda kwa sababu ya nafasi yangu, nikamwambia jirani yangu mmoja, bwana, twende kwenye mkutano wa mtaa. Akasema mimi, kwenye mtaa nahusika na, na jambo gani? Yaani unajua mtu anaona kama mtaa ni wa watu fulani fulani, yeye mtu ana shughuli zake na biashara yake, lakini watu hawa ndio wanaolalamika. Kwa hiyo moja ni ule mwamko tu wa, wa Tanzania kwamba kutojua kwamba shughuli za usimamizi wa maendeleo ndio wakwetu wote. Hakuna mtu mwingine ambaye yeye ana wajibu wa kwenda kwenye vikao alafu mwingine, wewe unaendelea na shughuli. Lakini tatizo la pili ni ugumu wa maisha, yaani mtu akiamka asubuhi anatafuta shilingi, kwa hiyo yeye anafikiri kwamba shughuli hii sasa kama vile inampotezea muda, kumbe ushiriki kwake kungeweza kusaidia hata huko wanakoenda wanavyodhani kwa kwamba ndo wanatafuta maisha, kumbe maisha yako kule kwenye mkutano. kubwa la tatu, nafikiri bado tuongeze juhudi za kutoa elimu ya uraia, watu wajue wajibu wao, watu wajue haki zao, yaani kwamba mimi nikiwa Mtanzania nikishafika na miaka kumi na nane, wajibu wangu mimi Mtanzania ni upi na haki zangu kama Mtanzania ni zipi? Hili ni jambo ambalo kwa kweli hatujalifanya vizuri, na hatupaswi sasa hivi kulaumiana, lakini ni jukumu la pande tatu jukumu la serikali, lakini vile vile ni jukumu la vyama vya siasa, lakini la tatu ni jukumu vile vile la mashirika yasiyo ya, ya kiserikali. Ili nafikiri jukumu hili hatujalifanya sana. Inaanza na wewe Faraja. Mawasiliano yenye matokeo lazima yaanze na wewe japokuwa ya, itakuwako kila mtu kwa nafasi yake, kila mtu kwa nafasi yake. Tunaposema mm -hmm. wewe haimaanishi ni wewe tu mm -hmm. Maanake kila mmoja anayesikia sentensi hiyo inamuhusu kwa namna moja ama nyingine. Msikilizaji huyo ni Bwana Karisi Luanda, mkurugenzi wa serikali za mitaa nchini Tanzania, wakati akizungumza na mwenzangu Faraja John kwa njia ya simu. Anatufikisha ukingoni mwa makala hii ya Haba na Haba kwa leo. Msikilizaji, bado unayo nafasi ya kuendelea na mjadala huu na ukatutumia ujumbe wako. Kwa kuwa tunakuacha sasa na swali jingine kwamba je, mfumo gani unaouona ni rahisi kwako kuufuata ili kupata taarifa za maendeleo ya kijiji au mtaa wako? Tupe maoni yako, tunapenda kusikia kutoka kwako. Tutumie ujumbe wako kupitia mitandao yetu ya kijamii, ya Facebook ni BBC Haba na Haba, na Twitter ni BBC Haba na Haba. Kama bado uja like ukurasa wetu, tafadhali fanya hivyo ili na wewe uweze kuwa sehemu ya mjadala huu na ukachangia. Lakini pia unaweza kutuma ujumbe wako katika simu yetu ya mkononi ambayo ni 0785236938. Na msikilizaji, ni utamaduni wetu kujikumbusha iliojiri wiki iliyopita katika Haba na Haba. Ndiyo, wiki iliyopita hoja kuu ilikuwa nafasi ya mwanamke katika uchaguzi wa serikali za mitaa unaotarajiwa kufanyika Disemba 14 mwaka huu, na tukakuacha na swali. Utakumbuka, je, mwanamke achaguliwe kwa kuwa ni mwanamke au achaguliwe kwa kuwa ana uwezo wa kuwa kiongozi? Meri, kuna nini huko katika kurasa za mitandao ya kijamii? Msikilizaji umeshiriki na sisi na tunashukuru sana. Nikianza na wewe Kalabaga Mabula Magesha wa chuo cha VETA Singida, unasema kumchagua kiongozi sio kuangalia sura au jinsia, ni kutokana na uwezo wa kuongoza vyema. Frank Boaz wa Nzega unasema ndio, tena na wenyewe wajitokeze, sema tu hawajiamini. Wilson Peter kutoka Muleba, Kagera, Tanzania anatufungia sehemu hii, mwanamke anaweza kuchaguliwa kutokana na uwezo wake na si jinsia, maana unaweza kumchagua kwa kigezo cha jinsia, kumbe hana uwezo wa kuongoza jamii. Na kwa ujumbe huo tunahitimisha makala hii ya Haba na Haba kwa ahadi ya kuwa nawe wiki ijayo. Haba na Haba, Taifa Linazungumza. Wadhamini wakuu wa kipindi hiki ni idara ya maendeleo ya kimataifa nchini Uingereza, DFID na kwa niaba ya Faraja John, mimi ni Marigoret Richard. Asante kwa kuwa nasi. Kwa heri kutoka hapa, hapa